Akuja Njoka amenipeleka aji aja kama hu jamaa ajakuwa hapa, tumepanga kuwa hapa, ametuharibia masherehe. Mtu mkubwa ataenda kwa, hata kama ni msuki hata enda. Najua nimesema usimsumbue na nitamvunja. Nimesema toka hapo kwenda nyumbani. Mimi nikisema kitu nimesema na nikitoka hapo nitakuvunjia. Mimi nimekataa. Kijana matupite naye kama ni askari. Kijana ufungua. Mnafanya nini hapa? Kaeni, ha? Chini kwanza, mnafanya nini hapa? Vijana, sai watu wanalala, nyinyi mnapiga kelele na muziki nini hapa? ha? na mmejaza sana hapa, mnatumia mihadarati, madawa za kulevya, ha? Saa hizi watu wanalala nyi, mnapiga kelele usiku na nabashi, ndio mnapigia watu kelele eh? wapi barua ya kupikisha hizi vitu? Kijana, naongea na wewe, siongei na kiziwi. Bana, afande. Ongea bwana. eh? unajua sisi tumeona muziki wetu sio mkubwa vile alafu sasa. kiri tu. utadunda tu mndani. nani amekupatia hiyo ruhusa ya kupikisha muziki usiku huu? unajua ni hatia kupigisha muziki bila license. Hah? Eh? Kwanza mbona mwanafunzi hapa na uniform? Kijana? Haya, yes. Ni masaa ya kuwa nyumbani ukiwa umefunga ama ni masaa ya kuzunguka kwenye muziki? Ati mnaunda bash. Sasa hii mmeita aje? Alijileta mwenyewe Bwana Ofstar. Kijana, wewe ndio unaharibu watoto. Unaongea na huyu? Kwanza unaitwa nani? Majina nafahamika kama Dante, handsome boy wa hivile. Ah. Kumbe wewe ndio Dante ambaye nimekuwa nikitafuta kwa muda mrefu. Wewe ndio kiongozi wa kile kikosi cha kupiga watu kabari na kuchukua mali zao, hmm? Hapana, sio mimi. Mimi ni mtu ambaye napenda Mungu, hata kanisani nakaa mbele. Hakuna kujitetea zaidi, maneno yako yote ya kuzungumza sahihi yauweke, utazungumza mbele ya koti. Geuka. Geuka. Geuka Jana, nimesema geuka Mwanafunzi naenda kusoma huonihuko, pia tunafundisha baba. Sawa, tumeamua kufunga shule na kukuja bash, naenda kucheza huko dance zote zenye unajua, ahi wengine Jimbo, hodi hapa. karibu karibu, mama. Huko. Eh, hebu toka nje kidogo. Mimi mgonjwa mama, na kukuletea ripoti kwamba kesho asubuhi uraukue kwa ofisi yake. Umesikia? Nini imefanyika jamani? Mtoto wako Shaloma amepatikana, ameshikwa, ameenda ndani, ako ndani. Uende huko asubuhi. Mama, itabidi eh, sasa utafanyaje? Amechukua kwa nini? Wao, utajia huyu mtoto, nilifikiria ameenda shuleni aki ati wamefunga. Nimesikia habari kwamba wamefunga na hajafika. Si ndio, ndio nakwambia upatikane kwa asubuhi mapema. Mimi utanikuta huko, umesikia? Mama, woye, umesikia? Sitakuacha mimi jamani. Talama, amepatikana huko kwa mishikwa na watu wengine huko. Ameshikwa, amefanya nini? Utaelezewa huko. Mimi sijui, mimi vidia tu simu, simuzi venye sasa kitufanye, mamau, chukua subuhi mapema kabisa. Mm. subuhi tu kabisa, twende nawe. Mimi sijui hata kuongea yangu, mimi najua kazi yangu, mimi sitachelewa kuja kuchukua mama. Ukuje, ukuje, ukuje, mama. ukuje na pikipiki piki, sababu mimi mguu yangu hii na ugonjwa wangu wa sukari, nimepanda kabisa. Ni sawa, hiyo ndio kazi yangu, nitakuja tu kaishinda. Yes, mama ya kijiji ile Jelda mwenyewe, karibuni sana, nimeona mmekuja kunitembelea. Bwanauses vile nipigia simu usiku juu ya huyo, ni mwanafunzi hakuonekana vile wenzake walifunga shule, nikaamua niende nione mama kichinge asubuhi. Mhm. Mm Asante. hmm. hmm. Hey, mama habari hmm. yako mzuri. hmm. Wewe ni mama wa aina gani? unakula ugali ukiingia tu kwa tumbo ikiwa mtoto wako aonekana hmm. Bwana Osiesi, kwa kweli nilipata lakini sikuwa na sikuwa najua ati mtoto atafunga hiyo jana hmm. hey sababu ye sasa ni mi candidate niliona tu anda anaweza funga an anaweza funga leo alafu ye tena kuja kesho nyingine. Unaona, sasa vile mama huyo amekuja akaniambia jioni, nikamwambia afadhali arukie asubuhi, amke tu asubuhi, ukuje tuende tuone mtoto wangu. Jameni, mm. hata kuna mama ambaye alikuja akaniambia mtoto wake hata yeye amefunga shule na wanapendana wawili huyo. mm. mama anaitwa nani? Naitwaje mama ule mama mwenye nilikwambia nashibe nashibe nashibe, alikuja akasema mtoto wake alifunga na alifika kitu saa sita. mm. Sasa tulikuwa alikuwa amekuja kunionea hadi na nilikuwa mgonjwa hata sikufuatilia sikufuatilia sana. mm. Eh, sasa napata hii ripoti ya wa mtoto wangu patikana mahali pengine ambapo hata sielewi mimi mwenyewe, kwa hivyo ukaacha sisi tukifuatilie. Alafu mama <clears throat> mm. baada ya kungoja mpaka usiku ukaingia mm. jamuona mtoto wako Ulichukua hatua gani? Ulipiga simu kukonfirm na mwalimu kwamba huyo mtoto angali huko anafanya nini ama ametoka? Ulifanya hicho kitu? Hapana afisa, sababu hata huyo mama na shida aliniambia nipike mm, simu lakini sikuwa na credit mm. Sasa nikatembea na gorogoro -goro, venye ni wacha ni -goro, nimwambia acha niuse gorogoro mm. Na mimi mwenyewe mwili wangu ni mtaifu, nikaona tu ah, kama ni usiku, acha nilale, nitamkia tena asubuhi, nianze hiyo mpango. Hmm. Ulisye, ulisye. Unajua, unajua mama, wewe ni waajabu sana na wewe ni mama wa tofauti kabisa kwa mama wengine yani, hmm. mtoto wako analala pale ambapo ujui ni wapi, alafu unalala tu na simu hivo. Alikuja akakwambia, hmm. ulipiga police station simu kukonfamu kama mtoto wako amepotea? Mbona hmm. ukafanya hivo? Nakwambia ofisa, sikuwa na credit ya kupika kwani, kutoka kwako kufika kwa huyu mama ilikuwa distance gani? Nakwambia mwili wangu ni mdhaifu, mimi ni, huyu ni mama wako wa kijiji, e, ile agenda, e, ilikuwa in, inafaa niamkie asubuhi ndio niende nimuone, nimwambie watoto wamefunga wamerudi na wangu simuoni. Hmm, saa mwenyewe akajileta jioni akaniambia venye iko hmm. Nikamwambia tafadhali uamkie wa asubuhi hmm, mapema mapema tuende tukuone. Unajua mama, jinsi unavyozungumza nikifuatilia mazungumzo yako, mm. napata kwamba wewe ni yule mama ambaye hujali kuhusu watoto wako. Kwa njia nyingine naweza sema unazalia dunia ikulelee, sindio? Sio hivyo eh. sababu mi napenda mtoto wangu, sinamlipia fisa akisoma eh. Je, unafahamu pale mtoto wako amelala usiku wa leo? Hapana. A hmm. Mtoto wako amepatikana usiku na genge la majambazi, kwa hivyo nikisema mtoto wako ni jambazi utanikataza sige... mtoto wa shule. Sige, al, alikuwa ameenda shule, hata sielewi kama venye ametembea ndio akapatikana na genge la wizi. Unajua mama hmm. haya mambo yamekuwa yakijitokeza tokeza okay, kuna baadhi ya watoto ambao wakifunga shule hawaendi nyumbani direct. Unapata ripoti kwamba mtoto ametoka ameenda kule Mombasani kufanya raha zake, bashi zake na vikundi ambavyo havifai eh. Sasa tumekuwa tuking'ang'ana na kesi kama hizo sana, mm. na tumekuwa tukitafuta lengo kuu la hayo maneno na tukakuja kugundua hayo yote yanatokana na utepetevu wa malezi, kama ilivyokuwa wewe hapo sasa. Wamama mmekuwa wazembe wa kuwalea watoto wenu na kuwafuatilia hatua baada ya hatua, kujua mtoto wangu yuko wapi na anafanya nini hmm. Na kwa sababu nimekupata wewe mama, lazima nianze na wewe, nikufundishe jinsi ya kulea watoto ipasavyo ha. Mi mm. Asante, unipatie mtoto wangu mm. niende sasa. Nitachikakamua kama mm. mama mzazi, nitaweka bidii kumjulia hali penye amefikia. mm. e, tena akirudi shuleni nitakuwa niko na kadi wakati wa kufunga likizo mpaka nijue. mm -hmm. e, unipatie tu mtoto wangu mi niende naye yeah. mm. Sasa mama, hilo mm. halina shida mm. mtoto wako nakupa. Asante sawa e, asante, asante, Yes. Nimeshukuru sana, ofisa. Kuja unao kijana Shalom. Eh, asante ofisa. Nimeshukuru sana kama ofisa wote wangekuwa kama wewe. Wee <laughs> hmm. Aki sirikari yetu ingekuwa sawa. hmm. Asante. Okay. Asante kuniokolea mtoto wangu. Shalom. Ni huyu. Mwanangu. Eh, eh, eh. Shalom. Eh, kuja baba. Eh, mwanangu imekuwaje baba? Twende nyumbani. Yes. Eh, twende nyumbani. Acha nikupeke. Umeridhika umemwona mtoto wako? Mary, Weka huyu mama ndani Ninataka kufundisha wazazi watepetevu kama hawa. Mweke ndani. Mama ya kijiji, usinifundishe kazi mimi, ni askari <sentiments rituals> Kesi kama hizi tumedili nazo muda mrefu. Tunataka huyu mama awe funzo kwa wale wa mama ambao hawafuatilii watoto wao. Mzazi kushindwa kumtunza mtoto wake ni hatia kwenye familia na hata kwa serikali pia, hatutalifumbia macho. Mweke ndani, Mweke ndani.